Je, umekuwa ukihangaika na chunusi kwa muda mrefu bila mafanikio? Je, umewahi kujaribu vipodozi mbalimbali mbali lakini hali bado ni mbaya? Basi uko mahali sahihi. Katika video hii, nitaeleza kwa kina chunusi ni nini na kwa nini hutokea. Aina za chunusi na chanzo chake. Maeneo ya mwili yanayoweza kupata aina tofauti za chunusi. Jinsi ya kutambua aina ya ngozi yako na uhusiano wake na chunusi. Njia sahihi za kutibu kila aina ya chunusi kwa kutumia vipodozi na mbinu za kitaalamu. Namna ya kuzuia chunusi kurudi tena kwa kutumia vipodozi sahihi na kubadilisha mtindo wa maisha. Kabla hatujaingia kwa undani zaidi, hakikisha umesubscribe kwenye channel hii na bonyeza kengele ya notification ili upate taarifa kila mara ninapochapisha video mpya. Pia like na share video hii na marafiki zako, huenda ukawa msaada mkubwa kwao. Sasa hebu tuanze kwa kuelewa msingi wa tatizo hili. Unajua chunusi ni nini na chanzo chake ni nini? Chunusi ni tatizo la ngozi linalosababishwa na kuziba kwa vinyweleo kutokana na mafuta sebumu, seli zilizokufa za ngozi na maambukizi ya bakteria. Kwa kawaida, tezi za mafuta ziitwazo sebaceous glands huzalisha sebumu kwa ajili ya kulainisha ngozi na kuilinda dhidi ya ukavu. Hata hivyo, changamoto hutokea pale ambapo sebumu huzalishwa kwa wingi kupita kiasi. Seli zilizokufa za ngozi haziondolewi kwa ufanisi. Bakteria aina ya Propionibacterium asnesi huingia kwenye vinyweleo vilivyozibwa na kusababisha maambukizi na uvimbe. Matokeo yake ni chunusi ambazo zinaweza kuwa na maumivu, usaha au hata makovu. Aina za chunusi, chanzo, maeneo zilipo na matibabu yake. Kuelewa aina za chunusi ni muhimu kwa sababu kila aina inahitaji matibabu tofauti. Hebu tuzame kwa undani zaidi. Whiteheads au komedoni zilizofungwa. Whiteheads ni chunusi ndogo zenye rangi nyeupe au hudhurungi zinazotokea pale ambapo vinyweleo vinazibwa kabisa na mafuta na seli zilizokufa za ngozi bila kufunguka. Chanzo: Kuziba kwa vinyweleo kutokana na mafuta na seli zilizokufa za ngozi hali hii hutokea zaidi kwa watu wenye ngozi yenye mafuta na mchanganyiko. Maeneo yanayopatwa kwenye paji la uso, kwenye mashavu, kwenye kidevu na pua. Aina ya ngozi inayoweza kupata ngozi yenye mafuta, ngozi mchanganyiko. Matibabu. Moja, salisiliki asidi husaidia kufungua vinyweleo na kuondoa seli zilizokufa. Mbili, retinoids hufanya ngozi ijirudishe haraka na kupunguza uzalishaji wa mafuta. Tatu, ni asinemedi kupunguza uvimbe na kusaidia kurekebisha unyevu wa ngozi. Fanya exfoliation mara mbili kwa wiki. Tumia mask ya udongo clay mask ili kufyonza mafuta ya ziada. Epuka kutumia vipodozi vya mafuta mazito oil based. Aina ya pili blackheads, au komedoni wazi. Blackheads ni chunusi nyeusi zinazotokea pale ambapo mafuta na seli zilizokufa zinakusanyika kwenye vinyweleo, kisha sehemu ya juu inafunguka na kugusana na hewa, oksijeni na kuwa nyeusi. Chanzo: kuziba kwa vinyweleo ambapo sehemu ya juu inakuwa wazi na mafuta yanagusana na oksijeni na kuwa meusi. Maeneo yanayopatwa: Kwenye pua na maeneo ya karibu na pua. Kwenye paji la uso. Kwenye kidevu. Aina ya ngozi inayoweza kupata. Ngozi yenye mafuta. Ngozi mchanganyiko. Matibabu. Benzoili peroksidi huua bakteria na kupunguza uvimbe. Exfoliants zinaondoa uchafu na seli zilizokufa kwenye vinyweleo. Clay mask husaidia kufyonza mafuta ya ziada. Tumia steam mara moja kwa wiki ili kufungua vinyweleo tumia tona yenye wichi hazeli ili kuondoa mafuta ya ziada. Aina ya tatu, papulzi. Papulzi ni chunusi nyekundu zisizo na usaha zinazotokea pale ambapo vinyweleo vilivyozibwa vinapata maambukizi na kusababisha uvimbe. Chanzo: maambukizi ya bakteria kwenye vinyweleo. Maeneo yanayopatwa: kwenye mashavu, kwenye paji la uso, kwenye mgongo na mabega. Aina ya ngozi inayoweza kupata ngozi yenye mafuta, ngozi nyeti. Matibabu moja: klindamaisini jeli husaidia kuua bakteria na kupunguza uvimbe. mbili: retinoidsi husaidia ngozi kurekebisha seli mpya kwa haraka. Tatu: ni asinemedi hupunguza uvimbe na kuboresha rangi ya ngozi. Aina ya nne ni pustules. Pustules ni chunusi zilizojaa usaha zinazotokea pale ambapo kuna maambukizi ya bakteria chanzo maambukizi ya bakteria na mkusanyiko wa usaha kwenye vinyweleo maeneo yanayopatwa kwenye uso kwenye mabega na mgongo kwenye kifua aina ya ngozi inayoweza kupata ngozi yenye mafuta ngozi mchanganyiko matibabu moja, benzoili peroksaidi. Mbili, salfa. Tatu, azelaiki asidi. Aina ya tano ni noduzi. Chanzo, hutokea kutokana na maambukizi ya bakteria yaliyozama ndani ya ngozi, husababisha uvimbe mkubwa na maumivu makali. Maeneo yanayopatwa: kwenye uso, kwenye mabega na mgongo, kwenye kifua. Aina ya ngozi inayoweza kupata hai. Ngozi yenye mafuta. Ngozi mchanganyiko. Matibabu. Tumia dawa za kupambana na bakteria kama clindamycin kwa maelekezo ya daktari. Retinoids na isotretinoin hutumika kwa matibabu makali zaidi kwa ushauri wa daktari. Epuka kugusa chunusi hizi kwa mikono chafu. Aina ya mwisho ni cysts. Chanzo. Chunusi kubwa zilizojaa usaha zinazotokea ndani kabisa ya ngozi. Husababishwa na maambukizi makali ya bakteria. Maeneo yanayopatwa. Kwenye uso. Kwenye mabega na mgongo. Kwenye kifua. Aina ya ngozi inayoweza kupata. Ngozi yenye mafuta. Ngozi mchanganyiko. Matibabu. Tumia dawa za kumeza za kupambana na bakteria kama doksasilini kwa ushauri wa daktari. Matibabu ya kitabibu kama sindano ya koritisoni inaweza kusaidia kupunguza uvimbe haraka kwa ushauri wa daktari. Epuka kujikamua ili kuepuka makovu makubwa. Video hii imelenga kukupa ufahamu zaidi juu ya chunusi na wakati wote kabla ya kuanza matibabu, zingatia ushauri wa daktari pamoja na wataalamu wa ngozi juu ya namna bora ya matumizi ya tiba hizi. Kunywa maji kwa wingi ili ngozi yako isikauke na kulazimishwa ngozi kuzalisha sebumu kwa wingi hali ambayo itakuletea chunusi. Kula matunda na mboga za majani kwa wingi. Epuka kushika uso mara kwa mara. Fanya steaming ya uso mara moja kwa wiki ili kufungua vinyweleo kwa ushauri wa wataalamu. Kwa kufuata mbinu hizi utaweza kudhibiti na kuondoa chunusi kabisa. Subscribe, like na share video hii ili tuendelee kukuletea maarifa zaidi. Subscribe, like na share video hii ili tuendelee kukuletea maarifa zaidi. Subscribe, like na share video